Mpaka mishale ya saa tano ndo napata taarifa, naambiwa bwana, ndugu yako Jose anaweza kufariki Nikasema sawa, ngoja nikajihakikishie. Tunakuja naangalia naamini kweli, tukio limeweza kutokea kwa alikuwa ni mtu wa watu, tunampenda sana na tunamhitaji sana, ila ndugu yetu ameweza kutangulia. Tunaumia kama sisi ambaye tuliomzoea, tuliokuwa karibu yake. Bui jinsi nilivyoanza kumwona mimi, naamka namkuta yupo na marafiki zake wawili, ana afya tele, anapiga nao stori. Basi nikasalimiana naye, ana kawaida ananiita mjomba. Nikamwambia mimi naingia zangu kazini, akaniambia sawa, haina shida. Basi mwisho wa siku nimemwacha na wenzie, atukuonana tena mpaka nakuja sasa hivi, nakuja kuletewa hizi taarifa ambazo za umauti wake. Ka e, acha sielewe. Ana mambo yake watu, anamshawishi kama mimi na mwanamke wakati sina mwanamke wala nini, eh? Yaani sijamuelewa kabisa. Ananiambia mimi na wanawake. Kazi, nyinyi vijana mkae familia, mnamwita baba yenu pamoja, mkae mnaongea, mna anaisha ujiikote alikoendea, aasijui alikoendea na mimi atandena mambo yangu kichoendea huku ndani sijakijua. Nimekaa hapo, anakuja huyu binti, kaingia moja kwa moja mpaka uko ndani, anapiga mayoe. Bibi njoo, bibi njoo, bibi njoo, bibi njoo. Ni nini, kuna nini? Njoo, bibi njoo. Mimi nikabidi. Sasa mimi nikoja niingie huko ndani. Niingia huko ndani. Njoo angalia, angalia. Sasa naangalia pale kitandani sio kitu. Naona ana fundushi la nguo. Na akasema, "Oh hapa." anamulika tochi sasa. Sasa. Kumulika tochi, anamwona mtu huyo. Sasa hivi. Wastani ndani ya nyumba, mwizi mkubwa sana, mkubwa sana. Lakini sijui yeye alichukua maamuzi gani mpaka afike mahali kama hapo. Taarifa, nilipata taarifa kama mjumbe kweli. Nikafika eneo la tukio nikashuhudia tukio tukatoa tuka, tuka taarifa ya mwenyekiti jirani naye akafika. Alipofika tukashughulika pamoja tukasaidiana kupiga simu kituo kidogo cha polisi cha kata mji mpya. Tukatoka hapo tukapiga tuka, tuka tena simu kituo kikubwa, toa taarifa kituo kikubwa kweli gari la polisi na maaskari pia wakaja wakalikuta tukio, wakachukua maiti. Na washauri wananchi wangu kwa, kwa mtaa wa Simbili, tukio aliochukua marehemu ni gumu sana, kwa hiyo kwa vijana wavulana, maana ule ni mvulana, sio kusema mtu mzima. Yaani kwa hili tukio loliona la mwenzao na wao wana, wanaweza wakajifunza wana wana kupitia hili, kwa hiyo waache kuchukua maamuzi magumu kama haya kama wana tatizo washirikishe familia inaweza kumpa msaada.